Sehemu kubwa ya bajeti zetu ni fedha zetu sisi wenyewe. Naros, nataka nikuhakikishie miradi hii mingi tunajenga kwa fedha zetu sisi wenyewe. Ndio maana makusanyo yetu kwa mwezi, sehemu kubwa tunakwenda kurudisha kwenye mikopo, kwa sababu tumechukua hela tende, tukajengea reli tukajengea barabara, tuwape watu maji, tuwape umeme tununue dawa na vitu vingine vingi. Unaposikia kauli ya kazini kwangu kuna kazi bwana, jana siku mbayo, Gerson Msigo alikuwa anahutubia taifa mbele ya waandishi wa habari bwana, kazini kwake kulikuwa na kazi. Kwa namna gani? Bwana, kuna hii kauli ambayo mmetoka kusikiliza kwenye kibidi ambacho nimekuchezea mwanzoni, ambayo ilikuwa imewekwa na moja kati ya mastaa kutoka Tanzania inajulikana kama Mwaisa Mtumbadi bwana, au sio bwana? Sasa bwana Msigo bwana amesikia mara ya kwanza anasema kwamba mapato yote ambayo wanayakusanya kwenye taifa ndio wao a ambao yanatumika kwenye miundombinu na katika utekelezaji wa majukumu ya taifa kama kutengeneza mabarabara, kuleta maji na vitu vingi ambavyo wananchi wanavihitaji kwenye masuala mazima ya maendeleo. Lakini pia kwenye klipu hiyo hiyo, wakati uh, bado na hotuba ya waandishi wa habari kwenye nyakati tofauti tena, uh, lakini kwenye hotuba hiyo hiyo akaja akasema kwamba uh, mapato mengi ambayo wanayakusanya kupitia kodi of course kutoka wananchi ni kwamba huwa yanatumika katika kulipa madeni na madeni hayo huwa yamechukuliwa ama mikopo hiyo huwa imechukuliwa kwa ajili ya kuweza kufanya kazi, uh, kujenga, um, miundombinu ya serikali, lakini pia, uh, huduma ambazo serikali huwa inawapa wananchi kama vile kununua dawa jenga reli kuna kuwapa watu maji umeme na vitu kama hivyo. Sasa amejikanyaga mwenyewe kwa, kwa, kwa ufupi, yani sema kwamba amejichanganya. Mara ya kwanza kusema kwamba wanakusanya pesa hizo, na pesa ambazo wanazikusanya wao wanazitumia kwa ajili ya maendeleo ya taifa, lakini pia akasema kwamba akaja akajichanganya tena akajikanyaga, akasema kwamba pesa ambazo wanazikusanya wao wanazitumia katika kulipa madeni, na madeni hayo wameyachukua, mikopo hiyo kutoka maya, mashirika ya kimataifa, ili waje wafanye miradi ya kiserikali watu wanashinda kujua washike lipi? Yani, kama tushike kwamba serikali huwa inakusanya mapato ili mapato hayo yatumike kwenye maendeleo ama, ama serikali huwa inakusanya mapato ili mapato yao waweze kuyatumia, uh, katika kulipa madeni ya mikopo ambayo wameichukua hasa. Bana Moisa Mtumbale alikuwa amesema kwamba kipa kamuanzishia homeboy, watu wakajua yes, homeboy anapandisha timu, kumbe anataka aicheze one two na kipa imara, wakaweka nyavuni. Ila msemaji maafisa ubashiri, hii ndio tunaita on haya weka mpira kati hii both team to score msipandishe sana timu gusa achia twende kwenye kipa ai sema nini homboi kama hajakosea hivi sema tu sisi wavivu kuelewa sasa sijui kama unakubaliana alichokisema Mwaisa Mtumbadi kwamba sisi ndio wavivu wa kuelewa wewe umemwelewa msemaji um, mkuu wa serikali uika ambacho amekisema nipe maoni yako kwenye uwanja wa